Kulikuawa kunaitwa uhurua kweli. Uhuru ni huru, Mkapa unajengwa, wanachua wale ambao wako hapa duse wanajua, mabati yamezungushwa, uwanja umejengwa mpaka itukuama iankwaisani a Wanasimba waliotoka Misri kushiriki mashindano ya nchi nchi ya Tanzania. We ni nani wewe? Unamwona Simba? Sasa nisema hivi kwa mara ya kwanza, tunatamba na tutatamba sana na mimi na printi wana Simba wananiangalia muda wote. Nataka niona mwana Simba nusu fainali, Simba nusu fainali. Kama nilikuwa na printi elfu kumi njoo na t-shirt yako elfu tatu nakuprintia. Niko hapa, mwana Simba Paula soka, mama ya Simba, mama ya cheriani, mwanamke ninayeshona nguo, ndio idara yangu ya nguo mm. fainali maana bado nina furaha bado, bado, bado, bado, bado, natamba madini, navia madini, nina madini. Leo tumeonea nini? Tuna furaha zetu bado, tukose furaha zetu? Wapiga ving'ola waje na mtandao waje na nini, tutatamba kwa sababu a kitu hiki tutatamba tutaishi. Iya atumeonyesha saribili ni kwamba hataki kuwaonea, hiki ni kidogo tu a atakiwa kuchezea hata kumi hata nasemaje, augozoza kumi, ile tukasema mashabiki, jamani, tukasemaje? Tukasema hivi, tukasema hawa ni ndugu zetu, jamani, mashabiki wenzangu, mashabiki, nawasikia. Nasemaje? Nasema hivi, Simba ni kaka, ni baba. Ndio maana nasema Simba baba lao, Simba ni kaka simba ni kaka, simba ni mjomba, simba ni mshauri. Hata ukitaka kukumbuka, ukitaka kujua, mfano mzuri a Haji Manara hawezi kuongea bila kuisema Simba. Huwezi kupata kiki bila kuisema Simba. Huyo alikamwe baada ya mechi ya nusu finali, msemaji wetu kushangilia kwa kulia, mashabiki walilia. Kwa nini? Namuigizia msemaji wetu, hawezi kupata kiki bila naona ile nafasi mliofikia kwao ni ndogo sana kwa sababu walishafika fainali. Sasa kama walifika fainali ishirini na ishirini na moja kabla yeye kufika fainali, ni kusaidia jambo moja. Nani ambaye alimbeba mwenzake, ni Simba au Yanga? Kwa mara ya pili, beba mwenzake, Simba au Yanga? Ni mimi nishambeba Yanga na mwisho wa siku, huyo yanga nilivyombeba alikaa hotelini wiki ya kwanza, ya pili alitolewa, akamsingizia namungo ana korona. Kafuatilia hiyo kaka, kama ninadanganya, kamera ziko hapa, niitwe Central, niko hapa ila. Ni hivi, bila Simba huyo yanga asingetambulika kimataifa. Mimi ndio nilembeba mwana Simba tena na tamba, nilimbeba yanga akaenda hotelini wiki akatalii, alikuja namungo akaja na Singida, mkaambia wana korona. Sio nyie? wana habari, mliko wapi? Nimesimama hapa, tutafungua mafaili muweze, msiweze. Mmetinga si sasa nusu fainali ya CRDB Confederation Cup, sasa mnamsubiri mshindi kati ya Singida na Kagera Sugar, e mcheze naye katika nusu yeah finali, finali na mkishinda hapo mnaenda finali. Apa, na mteni wenu nayeye akitinga akishinda mechi zake zote mbili za robo finali na nusu finali mnakutana kwangu ni mchumba hmm. nani mwingine Yanga? Mimi Singida nifanye chochote? Ukishinda okay, hiyo Singida Spain, eh. Singida hmm. Singida kama kamuliza nifanya nini Tanga. Kama hmm. kamuza Singida hmm. Singida sianesha mimi. Alafu hmm. nikamfanya nini yule mwachia, ambaye ndio Yanga, unaikumbuka hii au umesahau? Weka kumbukumbu. Aha, unamtaka nani mwingine? Kuna uwezekano kwa kukutana na mtani wako kwenye final, tena ninamtaka tena na ikiwezekana tukarudie mkoa kwani. Tukarudie mahaba alikozaliwa, tukarudie kule ambapo kuna mahoba yote. Tuk... Kibia, kibia, nani alimkimbia mimi au yeye? yeah. aliyemwita babu akamtia kile na mbuzi, sa mbuzi ni huku Dar es Salaam, Tanga tukuwa, yeah na mbuzi, wewe kamuulize Tanga ilikuwaje, mwaka juzi mwaka jana ilikuwaje? yeah. ni kitu, angalia mambo ya yeah. Yeah. Yeah.